anaitwa James Mwakibinga ndani ya nchi yetu, pia ni kada wa chama cha mapinduzi na mwanachama waita hapa. Kwanza awali ya yote, naomba wenyewe ni kama makamanda wote ai ai. Pia nipende kutoa pole kwa jeshi letu la wananchi wa Tanzania, nipende kutoa pole wanajeshi, amini chini ya uongozi wa jeshi letu, chini Salvatore Mabeyo tuna njia nyingine mbadala wa kuweza kukabiliana na waasi yao ambao katika sehemu za kulinda amani. Pia tupende kuzungumzia baadhi ya mambo kadha wa kadha ambayo yamejitokeza katika sherehe za uhuru wa tisa Desemba ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli aliweza kutumia mamlaka yake kikatiba kusamee baadhi ya wafungwa mbalimbali ambao wengi wao walikuwa wamehukumiwa vifungo vya maisha, wengine wamehukumiwa adhabu za kunyongwa. Lakini tunaona katika mitandao kijami, ya kijamii baadhi ya wafungwa mbalimbali wakielezea simulizi zao na kuonyesha ukomavu wao wa kubadilika katika tabia mbalimbali hapo, leo hii wanamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, huku wengine baadhi ya wanasiasa wakiamini katika kubeza, lakini sisi kama vijana wazalendo wa nchi tunazidi kumuombea mheshimiwa rais kwa moyo wake aliokuwa nao na pia kutumia mamlaka yake ya kikatiba aliyopewa katika katiba yetu ya nchi, na pia katika kuwatoa bagusea na wanaye. Ili jambo baadhi ya wanasiasa wanaona kama wamedandia hoja, lakini ili jambo mheshimiwa rais ameonesha hali yake ya uchamungu, ameonyesha mamlaka aliyokuwa nao kikatiba ya kuweza kufanya kama aliyoyafanya. Tuendelee kumtia moyo mheshimiwa rais, na tunaamini babusea na wengine wote ambao wametoka katika msamaha wa kifungo kwa adhabu waliopewa magerezani, tunaamini katika jeshi la magereza linasema uongozi na ujenzi, wamejengeka kimaadili, wamejengeka kitabia, wamejengeka na pia wamepata ujuzi mbalimbali walipokuwa katika magereza yetu. Pia nimpongeze Dr. Marewa, Kamishina Mkuu wa jeshi la magereza Tanzania kwa kuendelea kusimamia jeshi letu la magereza na kuendelea kuwasimamia wafungwa wote kuhakikisha wanatimiza yali yote ambayo yako katika taratibu za jeshi la magereza. Baada ya kusema hayo mawili ya utangulizi, ya kuhusu mashujaa wetu, ya kuhusu wafungwa waliofunguliwa baazi na mheshimiwa rais, nipende sasa niende katika nyanja za kisiasa. Kumezuka wimbi mbalimbali mbali, tumeona rushwa rushwa rushwa na ili, na, na, na ili sasa tuseme kwa miaka miwili ya Dkt John Pombe Magufuli. Nipende kwanza kumpongeza yeye mheshimiwa rais Dkt John Pombe Magufuli, nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama vilivyokuwepo katika uchaguzi tangu wa jumuiya ya UWT uchaguzi wa umoja wa vijana na uchaguzi wa jumuiya ya wazazi na huku tukielekea katika uchaguzi mkuu, mkutano mkuu wa umoja wa wa wa wa CCM taifa utakofanyika tarehe 18 tarehe 19, kazi kubwa hapa. Ninaamini pia sasa TAKUKURU ya sasa chini ya uongozi wa Kamanda Valentino Mlowola akishirikiana na Brigedia General John Mbungu ambaye ni naibu mkurugenzi mkuu mtendaji mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa wameonesha meno ya kiasi kikubwa ya kukamata paka ambao leo hii walikuwa hawezi kukamatika. Tunaona ndugu waandishi wa habari, amekamatwa aliyekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, aliyekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana 2012 2017 ambaye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Sadifa Juma Hamisi chama chetu sasa kimebadilika sana sana sana sana, na pia hili liwe fuzo. Waandishi wa habari, mtakumbuka jana imetolewa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu kufutwa kwa chaguzi ya kula ya maoni ya jimbo la Singida Kaskazini, na wawili yao wakishikiliwa na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa. Kusema kweli ili jambo yanayofanyika sasa hivi, napenda tuwaambie wanachama wa chama chetu cha Mapinduzi, sasa hivi chama kiko mikononi mwa wanachama, chama akiko mikononi mwa fedha. Wakitaka uongozi wowote ule wajipime kwa uwezo wao na utashi wao na uadilifu wao na uwajibikaji wao chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli, ndugu zangu, wanachama wenzangu wa CCM. kipindi hichi si kipindi cha siasa za mazoea tena, nawaambia ukweli tu, yaani kipindi hichi sio siasa za mazoea tena. Pende nipongeze sana kwa dhati kabisa umoja wa vijana chama cha mapinduzi, wameamua kumchagua ndugu Eli Denis James, si kwa sababu ya fedha zake bali ni yale maneno aliyoyaishi ya uzalendo, uadilifu na uwajibikaji ambayo leo hii L James mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa, anajua taasisi ya umoja wa vijana kuanzia ngazi ya tawi na sasa na madaraka makubwa ya ngazi ya taifa. Pende tuambie ndugu zetu ambao leo hii wanadhani kuna siasa tena za mazoea, tunapenda kukiona chama chetu tunapenda kuona jumuia yetu, hizi jumuia zetu WT wazazi, jumuia ya umoja wa vijana, zikijiendesha zenyewe kupitia miradi iliyokuwa nayo mikubwa, kupitia rasilimali zilizokuwa nazo. Na pia ninaamini chini ya uongozi wa WT wa mama yangu Kabaka, ninaamini sasa WT inakwenda kujiendesha yenyewe kupitia rasilimali zokuwa nazo na hili ndiyo ndilo dira ya mwenyekiti wetu Dr. John Pombe Magufuli. Chini ya utawala wa mwenyekiti wa umoja wa vijana ndugu Eli Dennis James, tutakwenda kuona mabadiliko chanya sasa ya miradi ambayo tulikuwa tukiipigia kelele sisi tangu awali, maana sisi wengine tulipigia kelele kidogo tu tukapelekwa mpaka mahakamani. Tunakwenda kuona chini ya utawala wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ndugu Heli Dennis James, wazi wa mapato ya jengo letu la umoja wa vijana sasa. Tunakwenda kuona miradi mikubwa ya umoja wa vijana Jim Kana, Tungu, Iemi, na, na, tunguu na, na, na, na zile nana zile kashfa zote ambazo zilitokea katika umoja wa vijana ikiwepo igumbiro tunakwenda kuhakikisha tunayaishi maneno ya, ya, ya mwenyekiti wetu Dr. John Pombe Magufuli. Napenda pia niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kwa nini wapinzani wanahamia CCM chini ya utawala wa Dr. John Pombe Magufuli. Wengi wanaweza wakabeza wakasema watu wananuliwa, lakini napenda niwaambie CCM chini ya Magufuli, sasa hivi kwa miaka miwili ajenda ya rushwa na ufisadi sio ajenda tena ya wapinzani, bali ni ajenda iliyokuwa inasimamiwa na Dkt John Pombe Magufuli. Leo hii CCM chini ya Magufuli tunaona ujenzi wa kisasa wa reli ya standard gauge, ujenzi huu wa kimataifa kabisa japo kina Zitto anabeza, beza huko, lakini tunamwambia asilimia 40 ya mkataba unasema ule, wafanyakazi watatoka na makampuni ya ndani ya wazawa na tutakuwa na vibarua vijana zaidi elfu moja. Leo hii unakuja kusema mkataba wa standard gauge wa ovyo, tunawaambia wakina Zitto Zuberi Kabwe kipindi hichi hawana tena kazi za kufanya. Kipindi hichi sasa ni zama za kazi tu, na watakuja wengi sana, kwa sababu tunasema kwa nini wapinzani wanahamia CCM? Kwa sababu CCM chini ya Dr. John Pombe Magufuli Ndiyo CCM ambayo inaweza kutetea wanyonge na sasa imefanikisha hilo. Tunaona jinsi elimu bure CCM hii chini ya Dr. John Pombe Magufuli, tunaona CCM hii ya Dr. John Pombe Magufuli ukusanyaji wa mapato, tunaona CCM chini ya Dr. John Pombe Magufuli, tunaona ni jinsi gani CCM chini ya Dr. John Pombe Magufuli uwazi unaelekea sasa wa serikali yetu kuhakikisha rasilimali za taifa ikiwepo madini yananufaisha taifa letu. Ili ndugu waandishi wa habari, kwa miaka hii miwili tu na tunaelekea katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, napenda ni waombe wa wa, wa, wa, jumbe wa mkutano mkuu watakahusika katika kumchagua mwenyekiti Dr. John Pombe Magufuli, ninamwombea kwa dhati kabisa mwenyekiti wetu Dr. John Pombe Magufuli kura za ndiyo, aendelee kukiongoza chama chetu, na sisi ndicho chama cha demokrasia. Wajumbe watatoka kila pande ya nchi, watakuja Dodoma kuhakikisha wanafanikisha kuchagua ngazi za taifa na pia kumchagua mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Nitumie fursa hii kwa miaka miwili hii aliyoyafanya dr John Pombe Magufuli, kuendelea kumwombea kura kwa sababu anaoyasema anayatenda, na sio kuyatenda tu, Dkt John Pombe Magufuli na kuyaishi pia. Kwa hiyo waliokuwa wanazani kuna siasa za mazoea ndani ya chama chetu cha mapinduzi, leo wenyewe, kuna watu watapelekwa mahakamani, na vijana wenzangu watapelekwa mahakamani kuhusu tuma mbalimbali za rushwa. Pia ilitokea mwenyekiti wa moja wa vijana, ndugu Sadifa Juma Hamisi alikuwa napelekwa mahakamani. Kipindi hichi mashauri yao ako katika mahakama. Mahakama ikishawathibitisha kuhusika moja kwa moja na kuwatia hatiani, napenda napenda ni kiombe chamachambo chama changu pendwa, chenye kusimamia tunakwenda katika misingi ya kusimamia misingi ya tano. Sasa kiwachukulie hatua watu wao, ikiwezekana e kimchukulie hatua hata ya kumnyang'anya na kumfukuza wanachama ndugu Sadifa Juma Khamis, aliyekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana na mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ikimthibitisha kuhusika na tuhuma za rushwa zimchukulia hatua chama changu, kwa sababu sasa tunaishi misingi ya kuheshimu taratibu na kanuni za chama chetu, na tunaishi misingi ya kuogopa rushwa kama ukoma, tunaishi misingi ya kuhakikisha rushwa ni adui wa haki. Na pia ukimchukulia hatua mtu huyo peke yake, maana kinaweza kudhani ni mtu huyo peke yake, pia kiwachukulia hatua kama kilichofaa kilivyofanya chama changu kuwachukulia hatua wagombea wa kura za maoni ndugu Gulamali na ndugu Mlangi wa kura za maoni wa Singida Kaskazini, kwamba kutogombea tena kushiriki katika mchakato wa ubunge ambao unarudiwa wa kura za maoni, na ili wana CCM wenzangu wazani wasizani kwamba leo hii chama chetu kina mazoea tena kama walioyazoea tuko kwenye mstari, atakayeruka mstari atakuwa sambamba na mstari, chama chetu kina macho mengi. Ni vipongeze vikao vya chama changu, kipongeze kikao cha halmashauri kuu ya CCM kwa kuleta wagombea bora bora sana, pongeze kamati kuu ya CCM kwa kuleta wagombea bora sana kukamilisha safu ya CCM. Niupongeze kamati ya usalama na maadili ya chama chetu, na pia niendelee kuwaomba wanachama wenzangu wafifa katika michakato ya chaguzi mbalimbali zinazoendelea na katika michakato wanapokuwepo sasa. Swala tena la nyakati hizi ya kuamini kama siasa za rushwa ni kupata madaraka au kununua bidhaa dukani, azipo tena, wafanye kazi kwa uweledi Kwani tunaamini misingi mizuri ya kiongozi mzuri haitokani na kununua madaraka kama bidhaa dukani kwa mangi. Misingi mizuri ni kiongozi anayepimwa kwa utashi wa uadilifu wake, uwajibikaji wake, ubunifu wake, na si fedha zake, na ili kwa moyo wazati kabisa, nimpongeze katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Kanali mstaafu Abdulrahmani Omari Kinana kwa jitihada zake kabisa na kuhakikisha chama kinafuata misingi iliyojiwekewa. Ndugu waandishi wa habari, kwa hayo machache nimezungumzia namna mashujaa wetu, nimezungumzia namna Mheshimiwa Rais alivyotoa msamaha kwa wafungwa, nimezungumzia pia na kuipongeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU chini ya kamanda Mlowola na naibu mkurugenzi mkuu Brigadier General Mungo Mbungo kwa ustadi mkubwa na weledi mkubwa uhakikisha si wanasimamia michakato ya uchaguzi ndani ya chama tawala. Pia tunaomba kwa sasa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa iende katika halmashauri huko nchi nzima kuhakikisha inapekua kila aina ya mradi na pia kuhakikisha asilimia tano za vijana na wakina mama zinatoka katika halmashauri zetu kama alivyoagiza mheshimiwa rais, mheshimiwa Dr John Pombe Magufuli. Sisi vijana wazalendo wa nchi hii tutaendelea kusema mazuri na mafanikio ya serikali ya Dr John Pombe Magufuli pasipo kuona haya. Tutaendelea kukitetea Chama cha Mapinduzi kwa jitihada zake na ndio maana leo hii tunaona tunawakaribisha watu kutoka vyama mbalimbali vya siasa na kujiunga na chama chetu, kwa sababu ya kuhakikisha serikali yetu inatekeleza na kusimamia ilani ya utekelezaji iliyoishinda katika mwaka 2015 2020 katika kuhakikisha inawaletea watanzania wa, wa wanyonge maendeleo na kuhakikisha taifa letu linasonga mbele zaidi. Wakumaliza, kwa kumaliza kwa hayo machache, ndugu waandishi wa habari, nipende kutoa rai kwa vijana wenzangu waliochaguliwa katika ngazi mbalimbali kuhakikisha sasa tunakwenda kuyaishi. Si vijana tu UWT, wazazi katika ngazi mpaka za mashina mpaka ngazi za taifa, tunakwenda kuyaishi maneno ya Dr. John Pombe Magufuli. Upande wa UWT tunakwenda kuhakikisha wakina mama wanakuwa jeshi kubwa, hilo lipo siku zote. Upande wa vijana chini ya ndugu Heri Dennis James, tunakwenda kuhakikisha vijana wa nchi hii kupitia jumuiya ya umoja wa vijana inakuwa ni mtetezi, machinga, wafanya biashara, wasiokuwa wasomi na wasomi, wakulima wawe sehemu ya kuhakikisha UVCCM ndio mtetezi wao mkuu. Upande wa wazazi, napenda pia nimuunge mkono Mheshimiwa Rais kuhusu maadili mbali mbalimbali, na pia nitoe rai kwa wasanii aliyoyasema Mheshimiwa Rais mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kuhusu maadili ya mavazi, maadili ambayo leo hii tunakwenda kuiga utamaduni wa Magharibi, tunaomba hufe hilo tunaomba hufe kuonyesha maungo yetu. Wasanii mbalimbali, alikupi sifa wewe kama kioo cha jamii kuvutia watazamaji wako, bali inakupunguzia heshima ambayo umejijengea. Asanteni sana, ndugu waandishi wa habari, kwa hayo machache, kwa kunisikiliza. Nakaribisha maswali mm -hmm.